Ule kama tende tatu kama tano kama saba, unakunywa na maji yako au chochote, kisha unakwenda msikitini. Baada ya kusali, baada ya kusali, usirudi njia ulokuwa uloondokea kwenda msikitini au katika musalla, sehemu ulokwenda kusali, pita njia nyingine. Hiyo ni katika sunna. Sunna nyingine vangu nzuri ikiwezekana nguo mpya, ikiwezekana utoke nyumbani kwako natembea, ili watu wakuone kuwa na wajue kuwa leo ni sherehe.